Kufuatia kuongezeka kwa idadi ya watu wanaotumia usafiri wa pikipiki jijini Dar es Salaam na kuwepo kwa madereva wasiofuata sheria za usalama barabarani, idadi ya watu wanaopata ajali na kujikuta wanapoteza maisha ama viungo vya mwili imezidi kuongezeka. Mwanahabari wetu Godfrey Monyo anaripoti. Uchunguzi wa ITV umebaini kuwa wengi kati ya wanaolazwa taasisi ya mifupa MOI wamepoteza viungo au kuharibiwa baada ya ajali ya pikipiki. Sasa, kuna, kuna kesi moja, inaitwa, inaitwa hale kutoka kule yale pembeni kwa kuna gari imepaki upande wa upande wa kulia yani, ambapo barabara ya kwenda Dar. Sisi tunatoka hapo tunakuja huko. Sasa kwa kwenye ile gari kwa imepaki babani vibaya. Alafu kule nyuma ile gari kwa kuna kuja gari lingine ambapo ni Costa. Umeona basi ile Costa ika ina inakwepa ina ina yenye na overtake ile nyingine ili ili ipite. Sasa hii ina, ina, inatoka sisi tutashafanyaje? Tushafika pale kwenye kwenye ile eneo. Asile kutoka ndo akakumbana na sisi hapa pale. Ni kutokana na mwendo ulikuwa kidogo ni mkubwa, nikajikuta yani imefeli break, break imefeli. Kwa hiyo nikajikuta na baada ya kupiga ile break kali nikafanyaje, nikataka kupiga tena nikajikuta imekataa kabisa. Kwa hiyo baada ya pale itabidi niache njia, nilikuwa kwenye barabara kabidi niache njia, ndo nikapotea huko, nikaenda polini kifusi, alafu kuna gari lilikuwa imefika mitaa ile ikawa imewasha zile limu zile furu, yani mi nikawa sioni kule mbele, unaona afu ilikuwa mita ya pale pale kwenye kifusi, mi ndio kifusi nikakiingia kile na kudondoka, ndio nikafikia mnanii shingo, ndio nikawa nimevunjika, ndio nikaleta hospitali. Kaimu mkuu wa wodi alolazwa wagonjwa hao Bi Susan Kapinga amethibitisha kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa wanaofikishwa hospitalini hapo ambapo kwa wiki zaidi ya watu thelathini wanafikishwa wakihitaji matibabu. Yamepungua kwa kipindi hiki wameongezeka. Kipindi cha nyuma walikuwa wengi, lakini baadaye wakapungua, lakini kwa miaka hii imeongezeka sana wa majeruhi. Na labda kwa wiki mnaweza mkapokea wagonjwa ngapi kwa jumla? Jumla kwa wiki, kwa wiki tuseme ku wanafika hata sitini. Baadhi ya madereva wanaendesha pikipiki wamekiri kutojua sheria za usalama barabarani wengine wakilalamikia miundo mbinu ya jiji kutokidhi mahitaji ya vyombo hivyo. Inatokea kutokana na uzembe wa madereva. Uzembe gani? Uzembe jue, mtu kana pikipiki ukijiamini sana, lazima itokee ajali. Pikipiki inatakiwa usiamini, au chombo chochote licha ya pikipiki, hata kama liwe gari, usijiamini sana. Ajali za pikipiki zinaongezeka, cha kwanza ni, ni usalama, ni kuto kuzingatia sheria za barabarani, ima ni kwa dereva wa pikipiki au dereva wa magari mara nyingi sisi tunaambiwa tupite barabarani tupite kushoto sana kwa pikipiki, lakini unapopita kushoto, daladala zinakuwa zinapita kushoto huko huko, inapata abiria inachukua hapo. Kwa hiyo na maana wewe uko nyuma, unaenda unavamia pikipiki, unavamia gari kwa nyuma. Kufuatia hali hiyo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa William Lukuvi amesema mkoa unaandaa utaratibu wa kuwasajili na kuwawekea mipaka ya kibiashara, huku kamanda wa polisi kanda maalumu Suleiman Kova akisitiza kuendelea kuwasaka wanaokiuka sheria ikiwemo kutovaa kofia ngumu operation kubwa sana ya aina yake kuhakikisha kwamba sheria zote za usalama barabarani kuhusiana na pikipiki zinafuatwa. Lazima mtu avae helmet na taratibu zingine zote za, za, za kisheria zifuatwe. Aidha e, hatimaye tutaweka utaratibu wa kutambulika wale wanaofanya biashara hiyo. Sana sasa zinafanya biashara kwa jina maarufu linaitwa bodaboda, kutokana na kutokuwa na kanuni za kuendesha biashara hii. Uendeshaji wao hawa wafanyabiashara wa pikipiki, wengi wao wanaendesha hovyo, wanaendesha rafu sana. Upakiaji wao hauko makini, utakuta wanapakia abiria watatu wanne, wanaita mshikaki, na wengine hawana hata helmet usafiri wa pikipiki ambao unaelezwa kwamba umekuwa ni moja ya chanzo cha ajali nyingi jijini Dar es Salaam ambao umesababishia vifo na watu wengi kupoteza viungo vyao. Nikiripoti kutoka katika moja ya vituo ambavyo dumai ya pikipiki inapatikana. Mimi ni Godfrey Monyo wa ITV ni vizuri katika biashara za kimataifa za mifugo na bidhaa zitokanazo na wanyama kutokana na kutokuwa na mfumo mzuri wa usimamizi na rasilimali za vyakula vya mifugo vinavyoweza kutengenezwa katika viwanda vilivyopo hapa nchini. Mwanahabari wetu Henry Mabumo ana taarifa zaidi kutoka Dodoma. Akiwasilisha miswada ya sheria ya utambuzi, usajili na na ufuatiliaji wa mifugo pamoja na sheria ya malisho na vyakula vya mifugo ya mwaka elfu mbili na kumi waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi Mheshimiwa Dok John Magufuli amesema licha ya miswada hiyo kulenga kuondoa migogoro ya ardhi, wizi wa mifugo na kudhibiti uhamiaji holela wa mifugo, pia inalenga kuhamasisha uwekezaji katika sekta ya mifugo katika mashamba na viwanda na kuweka majukumu ya wadau mbalimbali katika kutekeleza sheria hiyo. Mambo muhimu yaliyozingatiwa katika mswada huu ni kama yafuatavyo: kwanza, kuwepo kwa utaratibu wa kusimamia kuendeleza matumizi endelevu ya maeneo ya ufugaji na kuelimisha wananchi juu ya misingi ya matumizi endelevu ya maeneo ya malisho na ufugaji bora. Pili, kuongeza uzalishaji wenye tija katika maeneo ya malisho kwa kufuga mifugo kulingana na eneo hivyo kupunguza uharibifu wa mazingira. Lakini tatu, kuboresha usimamizi na uzalishaji wa rasilimali za vyakula vya mifugo hasa vinavyotengenezwa na viwanda vya hapa nchini na hivyo kuiwezesha Tanzania kushiriki katika biashara ya kimataifa ya mifugo na bidhaa zinazotokana na wanyama. Kwa sababu kwa sasa hivi Tanzania haifanyi biashara sana ya mazao ya mifugo na hasa baada ya Tanganyika Packers ku, ku, ku, ku, ku, kuondoka. Pamoja na kwamba tuna mifugo mingi ukilinganisha na nchi zenye mifugo michache kama Botswana ambayo ina ng'ombe milioni 1.8 tu lakini inafanya biashara ya mifugo kuliko Tanzania. Wakiwasilisha maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo, mifugo na maji kuhusu miswada hiyo, wasemaji wa kamati hiyo wametahadharisha serikali kuepuka kuwatwisha wananchi mzigo wa gharama katika zoezi la usajili na utambuzi wa mifugo. Kwa mujibu wa mswada huu, mtu yoyote anayemiliki mifugo anapaswa kuisajili kwa utaratibu utakaowekwa, isipokuwa isipokuwa kama anakusudia kuichinja katika kipindi kisichozidi wiki moja tangu anapoipata. Mtu anayetaka kuhamisha mifugo kutoka eneo moja kwenda eneo jingine atapaswa kutoa taarifa na kupata kibali cha kufanya hivyo kutoka kwa mamlaka inayohusika na atapaswa kufanya hivyo hivyo, hivyo, hivyo huko anakoihamishia. Baada ya mswada huu kupitishwa na kuwa sheria, serikali ihakikishe inatengeneza kanuni mapema iwezekanavyo, ili kuwezesha utekelezaji mzuri wa sheria kwa mamlaka zote zinazohusika. B. serikali ianzishe mtandao unaowashirikisha, itakaowashirikisha ma, maslahi ya wafugaji katika utekelezaji wa sheria hii kwa kuwa na mabaraza rasmi ya wafugaji ambayo yatakuwa yakipokea maoni na ushauri wa wafugaji kuhusu utekelezaji bora wa sheria na kuyawasilisha maoni na ushauri ushauri kwa serikali. Aidha, kambi ya upinzani bungeni imesema kifungu namba sita kifungu cha kwanza kinachotaka wafugaji kujisajili makazi yao ya wafugaji, wakati wengi wao ni watu wa kuhamahama kutafuta malisho, kisipoangaliwa kinaweza kusababisha wachungaji na wafungaji wengi kufungwa katika magereza.